ya kanisa na kuwashawishi wenye dhambi waende madhabahuni. Huoni hilo mahali popote tena. Walikuwa wakifanya mikutano ya maombi ya mtindo wa kale, wakati wa uarusho wa naye mwenye dhambi katika ujirani, mvulana au msichana, na hao wakina mama wakongwe na akina baba wangeomba kwa bidii sana, hata wangeomba sadikisho juu ya watoto hao, nao wangeshuka wange madhabahuni, na hapo Kristo lakini, but but mm -hmm, zamani tweni, naona vizuri kuwa nyuma pale kwenye thelathini na tano. Yeah, moja mbili tatu ndo. Yeah, maana ya kuwa na projekta mbele hivyo, tunataka na wewe usome moja mbili tatu, yeah. Tatu? Lakini uoni hilo yeah. Inaonekana kama imepita kwenye maji ya kina kifupi, haionekani kama inapaswa kuwa hivyo na basi ilikuwa kwamba karibu makanisa yote miaka kadhaa iliyopita, wakati wangekuwa na uamsho katika kanisa moja, makanisa mengine yote yangeshirikiana nao, wangeingia kusaidia na wange kuwatuma kusaidia washiriki wao huko na kufunga makanisa na kufanya uamsho. Ulioni tena, hayo ndio masikitiko hayo ndio magrupu madogo madogo yanajaribu kujitenga, wakati ulimwengu unafanya umoja. Wa kina baba, umoja wa kina mama, umoja wa mataifa, umoja wa nchi za Afrika na vikundi vidogo vidogo. Nabi anasema naye, roho wa Mungu naye anapaswa kuwafanya waaminio kuwa na umoja. Utakama na mkutano kama huu, kama Geita yote yanashirikiana pamoja kuandaa, hakuna maumivu Sa sasa, sasa, sasa nini kimetokea? Na utafanya nini kulihusu? Ni kutimizwa kwa neno la Mungu aliye hai. Nazo zinaelekeza mbao hizo mbili, moja hizo uh, kuisha kwa wakati na huo mwingine kuja kwa bwana kwa bwana Yesu. Kwa maana Roho Mtakatifu alinena waziwazi na kusema siku za mwisho makanisa yatakuwa makaidi naomba kanisa lako lisiwe miongoni mwa makaidi. Jina baya. Ee, tumuulize, naweza kupotea? kanisa lako litu ya makaidi? Hakuna anayetaka hiyo. Ukisoma hiyi Efeso, naesoma wale ambao wamtiio Kristo, moja kutii nikusanyika ukiwa pamoja, roho nashuka tofauti kanisani. Mungu ashukuriwe sana. Mungu hapa anasema okay, anasema mbao hizo mbili, yeah. kisha wakati huo mwingine, okay, bwana Yesu kwa maana anakaribia kuja kuja kwa Bwana Yesu kwa maana, roho Mtakatifu alinena wasiwasi kusema siku za mwisho makanisa yatakuwa makaidi, wene kujivuna. Tulisikia asubuhi, tulisikia

asema kule sijaikichanyuma ndiyo unapaswa uende mwenyewe Israeli kigoma, we Mungu atachukua njia nyingine. Akamuuliza, kwa nini ulichaguliwa kwa malikia? Sio kwa sababu hiyo. Sikia nikwambie, ukigoma kumsaidia mtu Mungu mwenyewe binafsi mwenyewe ataingia kazini na utabaki naia, mtu atafanikiwa sana sababu, siku zote ukiona mwenzako anafanya jambo fulani ukamuunga mkono umepanda Amen. na utavuna tu, usiseme bila mimi hawataweza. Tunaenda, Roho Mtakatifu yupo. Tunaenda na utasikiliza taarifa za kushangaza. Mkutano linoga sana, ulikuwa kipekee sana o, ni ajabu sana o, neno nitazungumzia kesho, bili nini, bomba la maji ninakatwa bili taileta <tabisa> kesho. Napenda Bwana. Amen. Amen. Nabarikiwa, sikia nikwambie, injili tulio nayo sasa, tunataka waaminio watembee katika uhalisia wa kutaka kuyaona mambo yaliyoandikwa yatendeke, tunaamini hivyo. Asante, nampenda yeye. Tumalizie, tumaliziei kama takwaiako s anasema. Okay, anasema siku za mwisho kanisa si atakuwa makaidi, wale kujivuna, wapenda anasa kuliko kumpenda Mungu, um, wasiopenda kufanya suruhu. Ukiwa na kesi fulani ni mgogoro vita <laughs> Wasingiziani, unaongea kingine kusema kitu kingine. Naona wasingiziaji, wasiojizuia na wenye kuwadharau, walio dharau walio wema. Ni watu wanadharau watu, mtu anakutazama chini, anakutazama toka chini mbinguni. Mwingine anasema huyo ameamini ujumbe elfu mbili, na mimi tunasema nini? Nataka kukuambia kuamini ujumbe zamani sio hoja. Hoja yeah, ni kwa nguvu za bila hai. Usiingie miaka kwenye ujumbe. Amen. Sahau. Yeah. Watakupita watu kiroho kama umesimama hivi. Yeah. Tena ni watoto wa mwaka 2000, 2015. Ndio. Ndio. Wanakuchapa vizuri. Wewe usilete mzaa Mungu ukigoma nasonga na mtu mwingine Mungu asimami kazi yake haisimami wewe ukisema mimi nakwambia mimi mpaka semana ngapi anaondoka na elfu mbili na ishirini na mbili bora kama uko tayari usilingie miaka Mungu ahesabu yeah, miaka ni wenye kuwa dharau waliowema. Kwa hiyo ikiwa Biblia imetabiri mambo kama hayo, kuwa tunawezaje kutazamia jambo lingine isipokuwa hilo kutukia? Wenye mfano wa, wa utaua bali wakikana nguvu zake. Nabii anasema kama ingekuwa Roho hakusema siku za mwisho itakuwa kwaje? Tungeshangaa, amen. Lakini alisema kuna baadhi yetu watakuwa na dharau, jipenda wenyewe. Ukiona hilo jambo usishangae, hmm. Lakini naamini kwa moyo wangu wote tunapaswa kukaa magotini Amen, kumwomba Mungu hiyo roho iondoke Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Na tunaruhusiwa kuomba hivi, sikiliza sala hii, tunaruhusiwa kuomba hivi: Bwana, kama watu hawakusikilizi kausha kila kitu tunaruhusiwa <laughs> maji utafanyia kwanza, ndiyo sasa. <Katwe> <laughs> <laughs> Nabii anasema kama baba yako na mama yako wataki kuokoka, omba walazi hospitali kule. Nyingine hiyo bali sala ya kule ni ingine, nitakufikishia kesho, ukata maji

ni Mungu aliye hai. Haleluya! Daudi alikuwa amependwa na jeshi zima, nchi zima. Wakati wa sanduku la agano, Wote walikuwa nyuma yake. Kuna mmoja kuwa nyuma yake. Ilikuwa ni Mungu. Ni heli watoto kuwache, Mungu wa nyuma yako. Amina. Mungu wa shukuri sana. Oh, Una mpenda Bwana. Amina. Sasa yule mwanamke wa Sarepta, siwezi kusoma sababu ya Biblia inasema kwamba, na Nabii anafafanua, anasema Israeli